korti ya mgomea mpina kuzuia fomu za uchaguzi lakini samia atangaza miradi fursa za ajira tanga samia atangaza miradi fursa za ajira tanga na siku ya moyo duniani mbinu za wazazi kumlinda mtoto siku ya moyo duniani mbinu za wazazi kumlinda mtoto lakini jaji alivyoamua kesi rasilimali chadema jaji alivyoamua kesi rasilimali chadema lakini watuhumiwa e, wa mauaji ya Shiroz nao wauawa e, wa hiyo na wa ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Lakini tukiangazia gazeti lako la Nipashe, lenyewe lina habari inayosema vyoo duni shuleni bomu kwa afya ya wanafunzi. Lakini Dr. Mwinyi ageukia umiliki wa mashamba ya karafuu Uthmani Bandari Mangapwani, lakini habari kubwa kwenye gazeti ya Nipashe ni mahakama yaipa siku kumi na nne Chadema, Chadema. Mnyika akosoa uamuzi akidau unapishana na uchaguzi mkuu, ombi la ACT Wazalendo kuzuia karatasi za kura za urais la tupwa. Hiyo ni habari ukurasa wa pili, lakini kampeni za noga vyama vya koleza hoja kampeni za noga vyama vya koleza hoja na mvutano, saa nne kurtini. Fidia bilioni arobaini jengo la Kariakoo. Lakini katika simulizi ya bibi nasema nilihukumiwa kunyongwa ili hali niliyemuua simjui. Hiyo e, ni simulizi ya bibi nasema nilihukumiwa kunyongwa ili hali e, niliyemuua simjui. Hiyo ni habari kwenye gazeti la lako la Nipashe patenekele yako kwa habari kwa kinam. Lakini tukiangazia gazeti lako la Jamhuri lenye lina habari inayosema eh, SGR kutua Mtwara. Hilo ni gazeti la Jamhuri linasema eh, SGR kutua Mtwara. Lakini ACT wazalendo mwendo mdundo sema mwendo mdundo, eh, mdundo kesi Lissu bado mfupa mgumu. Hilo ni gazeti lako la Jamhuri, huku gazeti lako la Uhuru linatuandikia makubwa ya, eh, eh, ya nukia Tanga. Dr. Samia asema lakini DP huduma ya mama na mtoto itakuwa bure. Sema huduma ya mama na mtoto itakuwa bure. E, e, za kampeni e, za za za za ya uchaguzi mkuu Mwinyi tutaendelea kujenga masoko ya kisasa. Huyo ni Dr. Mwinyi asema tutaendelea kujenga masoko ya kisasa, huku Dr. Samia ahidi kushusha maendeleo Tanga. Na Uthmani azindua timu ya ushindi ACT Wazalendo, huku wakulima wa karafuu Pemba e, wakabidhiwa mashamba. E, wakulima wa karafuu Pemba wakabidhiwa mashamba, yoni habari kwenye gazeti la Zanzibar leo ukurasa wa mbele. Na tuliangazia gazeti la Taifa Tanzania uzalendo kwanza lenye linaandika doyo nchi yenye madini kipekee kuwa wananchi masikini ni aibu. Lakini wahukumiwa mauaji ya mwanachuo wa uawa. Lakini kuna habari inaosema Dr. Samia tunairudisha Tanga ya viwanda. E, tunairudisha Tanga ya viwanda sisi imejiridhisha uwezo wa Dr. Samia napenda uyasema hilo. Ni gazeti la kula Taifa Tanzania ukurasa wa mbele huku Mtanzania leo linaandika Jenista Mhagama, Rais Samia atatekeleza bima ya afya kwa wote ndani ya siku mia moja. Lakini Tanga wampa mpongezi eh, mapokezi ya kishindo D Samia asisitiza akichaguliwa hakuna kuzuia maiti kisa deni eh, hospitalini. Hiyo ni gazeti lako la Mtanzania leo ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina na gazeti lako la Majira lenye eh, linatuhabarisha subuhi ya leo. E, naandika FCC na ZFCC zaingia makubaliano lakini polisi wanika mazito mauaji ya mwanafunzi. E, polisi yanika mazito mauaji ya mwanafunzi, lakini Dr. Chimbi aendelea kusaka kura. E, Dar es Salaam asema uchumi umepaa na Dr. Samia kuirudisha heshima ya Tanga. I gazeti lako la Majira ukurasa wa mbele pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana gazeti la Majira tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Uelekeo. Gazeti la Uelekeo linaandika CCM yaahidi makubwa wa Dar es Salaam, Lakini Dr. Samia anika miradi Muheza, Pangani na Tanga. E, Dr. Samia anika miradi Muheza, Pangani na Tanga, huku Dr. Mwinyi kujenga masoko ya kisasa Zanzibar. Dr. Mwinyi kujenga masoko ya kisasa Zanzibar, ilo ni gazeti lako la Uelekeo ukurasa wa mbele, huku gazeti lako la Habari Leo lenye linatuandikia Samia ahidi reli bandari kupaisha uchumi wa Tanga. Samia ahidi reli bandari kupaisha uchumi wa Tanga. Lakini sisi mtutamaliza kero ya maji Ubungo Kibamba. E, sisi mtutamaliza kero ya maji Ubungo Kibamba yoni habari ukurasa wa tano kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini kuna habari inasema skofu mkuu Rugambwa azikwa kanisa la mmwagia sifa. E, huyu ni Rugambwa Askofu mkuu azikwa kanisa la mwagi ya sifa. barini ni ukurasa wa tatu wa gazeti lako la habari leo. Na watuhumiwa wa mauaji Mzumbe e, wafa wakidaiwa kuwatoroka polisi. Lakini hangari kutekeleza mradi wa maji wa bilioni 135. E, hangari kutekeleza mradi wa maji wa bilioni 135. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la habari leo kwenye kurasa wa mbele. Ipate nakala yako kwa habari kwa kina lakini Wamachinga, gazeti lako lenye asubuhi ya leo linaandika wasira awararua mahamas, wahamasishaji maandamano. E, wasira awararua wahamasishaji maandamano. lakini Samia, jitokezeni tukapige kura. Huyo ni Samia sema jitokezeni tukapige kura. Dr. Mwinyi ahidi kujenga masoko mapya matano Zanzibar. Hilo ni gazeti lako la habari leo, ni gazeti lako la Wamachinga pate na kila yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti la Wamachinga, tuangazia gazeti lako la mwanahabari, lenyewe linaandika rea ya uza majiko 1500 kwa bei ya ruzuku, maonesho ya madini Geita. Lakini mahakama kuu yaipa Chadema siku 14 kuwasilisha nyaraka kesi ya mgawanyiko wa mali. Lakini Dr. Samia kuirudisha heshima ya Tanga Dr. Samia kuirudisha heshima ya Tanga huku Dr. Mwinyi kufungua masoko zaidi Zanzibar. Hilo ni gazeti lako la mwanahabari, gazeti bora kabisa ukurasa wa mbele. Na tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie kurasa za michezo na burudani. Gazeti lako la mwanahabari linaanza na habari inayosema kocha mpya Simba ni swala la muda. Kocha mpya Simba ni swala la muda ya mshukurani kocha Moroko kwa kusimamia kikosi dhidi ya Gaborone, lakini mwachambuzi kocha Yanga anajenga kikosi. Luvanga apiga hati triki Saudia. hiyo ni habari kwenye gazeti lako a la Mwanahabari eh, kwenye kurasa za michezo. Huko gazeti lako eh, la wa Machinga kwenye michezo linaandika Simba tunaleta kocha wa Eh, Andambwile awataka mashabiki kumuunga mkono eh, huyo ni Andambwile ataka mashabiki kumuunga mkono. Na Fadru aanza ligi Moroko kwa ushindi eh, huyo ni Fadru ya Mdevis aanza kwa ushindi Moroko, lakini Clara Ruvanga hashikiki Saudi Arabia, huyo ni gazeti lako la machinga kwenye kurasa za michezo. Huku habari ilio linaandika Yanga Singida za geukia ligi kuu, serikali yawapa neno mashabiki wa soka Tanzania. Lakini Simba lina deni kwa Rais Samia na Vipers yasonga mbele kimataifa, hilo ni gazeti lako la Habari Leo kurasa 23, habari e, inaendelea kwa kina. Lakini ngumi waingia kambini leo, hiyo ni habari kurasa 22. Na gazeti lako la Uelekeo linaandika Simba ya Mwinda kocha Ahmadi Ali. Yanga dimbani na Mbeya City. TFF yazipongeza timu zilizofuzu Afrika lakini Opa Clementi aga uh, Hispania. Opa Clementi aga Hispania. Lakini fotengeti ya mtimua uh, kitambi uh, ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo ukurasa wa michezo. Lakini gazeti lako uh, gazeti lako la Nipashe na nyeli naandika Frozi ataka muda mpira, Biriani huyo ni kocha Frozi ataka muda mpira uh, biriani lakini Moroko aitabiria makubwa Simba, huyo ni kocha Moroko aitabiria makubwa e, Simba. Na gazeti lako la Mwanaspoti lenye ukurasa mbili inaandika ishu ya kocha Simba ipo hivi. Na leo tena forozi apiga mkwara, malale ajibu kibabe. E, na leo tena forozi apiga mkwara e, malale ajibu kibabe. Lakini watatu watajwa Man United, hiyo ni habari ya kimataifa kwenye gazeti lako la Mwanaspoti